ibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Novemba 2025, Ijumaa, juma la 34 kipindi cha kawaida cha mwaka mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya saba aya ya pili hadi ya kumi na nne, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 21 aya ya 29 hadi ya thelathini na tatu. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Luka sura 21 aya 29 hadi ya 33. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano, utazameni mtini na miti mingine yote. Wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Amin, nawaambieni kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Neno la Bwana. Sifa kwako e, Kristo. Karibuni tutafakari injili tulioisikia. Ndugu wapendwa, simulizi la somo tulilosikia hivi punde inahusu mti wa mtini na mabadiliko yanayotokea katika mti huo, kuwa ishara ya mabadiliko ya kipindi cha mwaka, hasa kwa wale ambao ni wakulima. Simulizi linajaribu kutuambia kwamba mabadiliko ni kitu cha kawaida katika maisha, lakini pia kila badiliko linatupa ishara. Huenda ishara hizo zikawa wazi au ishara za kificho. Mfano, katika hali ya kawaida ya kibinadamu, mabadiliko mbalimbali mbali ya kitabia, kwa mfano chuki ya mtu huweza kuonyesha mabadiliko ya kawaida ya kibinadamu hasa kitabia, yanaweza kuelezea maana halisi ya mabadiliko yanayotokea katika maisha. Mfano, chuki ya mtu huonyeshwa kwa ishara ya mtu huyo kununa au kukunja, au kukunja uso. Furaha ya mtu huonyeshwa kwa mtu huyo kuwa na tabasamu na moyo uliokunjuka, lakini pia moyo mkarimu hujionyesha kwa matoleo na kujitoa bila kuwa na hiana. Mabadiliko kulingana na nyakati ni jambo la sheria ya asili. Toka uumbaji, jambo la mabadiliko limekuwa likiendelea siku hadi siku, na kwa kina, mambo ya mabadiliko yameelezewa na mwandishi katika Agano la Kale katika kitabu cha Mhubiri sura ya tatu aya ya ya kwanza hadi ya 15. Mwandishi amejaribu kuelezea mabadiliko yanayotokea katika mazingira ya kawaida, mabadiliko ya kimaisha, mabadiliko ya kitabia, mabadiliko ya kiuumbaji na ekolojia nzima ya ulimwengu. Hii inatuonyesha dhahiri kwamba mabadiliko ni jambo la kawaida katika maisha ya uumbaji wa binadamu. Ndugu wapendwa, kama tulivyotanguliza kusikia hapo juu Tumeelezwa kwamba mabadiliko ni jambo la kawaida maishani. Ni katika mabadiliko tunapata uzoefu mpya wa mambo, lakini pia ni katika mabadiliko tunaelezwa juu ya uwezekano wa kupokea mambo mapya maishani, au mambo hayo yaweza kuwa mema au mabaya. Haidhuru, mara nyingi mabadiliko yanaleta maumivu au shangwe, lakini katika maisha ya kawaida ya binadamu mabadiliko lazima yatokee. Ndugu wapendwa, Injili ya leo inatukumbusha kuwa tunapokabiliana na mabadiliko ya kawaida ya maisha yatuelekeze kutafakari mambo ya ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, somo hapo juu linatueleza ishara za ujio wa utawala wa Mungu pamoja na dalili zake. Lakini mambo hayo yamechorwa katika mtazamo wa kieskatolojia ambao kwa kawaida umeonekana kuwa na uzoefu wa kumtisha binadamu masimulizi yao yanaposimuliwa, hasa yahusuyo mwisho wa dunia, mwisho wa nyakati, ujio wa utawala wa ufalme wa Mungu, yanaonekana kuwa ni kitu cha kuogofya na kukimbiwa. Injili mara kadha inatudokeza dalili za ujio wa mwisho huo kwamba kutakuwepo na madalili ya vita, mashambulio, njaa, chuki na mambo yanayofanana na hayo. Rejea Injili ya Matayo, sura ya 24, aya ya 8 hadi ya 28. Ndugu wapendwa, neno la Mungu la siku ya leo linatukumbusha juu ya ujio wa utawala au ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja kama mtawala mwenye haki kuihukumu dunia. Somo linatukumbusha kwamba ufalme wake hautakuwa na madanganyo. Ni hakika kwamba atarudi wapendwa. Kwa kupitia somo hilo, tunakumbushwa mosi, kuwa waangalifu na kujiandaa kupokea siku hiyo ya ujio wa utawala wa Kristo katika maisha yetu. Kristo atakapokuja kama hakimu wa haki, tusijiwe ghafla kama mtu ambaye alikuwa hana taarifa ya ujio huo. Lakini daima, Injili inatukumbusha kujiandaa kuishi kwa toba na utakaso. Ndiyo maana Mama Kanisa Mtakatifu, kwa kutuandaa kwa ujio wa utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo, ametuwekea sakramenti ya kitubio. Kwa namna ya pekee, katika kitubio tunapasa, tunapata nafasi ya kujitakasa, kujiosha, kujisafisha, ili tubaki kuwa watakatifu bila hatia wala hitilafu mbele ya uso wa Mungu. Atakapo kuja atukute tukiwa tayari. Lakini kwa namna ya pekee mama kanisa mtakatifu wameweka nafasi hiyo kwa waumini marehemu waliomo toharani kwa kuombewa rehema katika ibada na nia za misa. Jambo la pili, tunahadharishwa juu ya uhakika na utimilifu wa neno la Mungu. Katika aya ya 33, mwandishi wa Injili ya Luka anatuambia, mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Katika sehemu hiyo ya maandiko matakatifu tunakumbushwa, neno la Mungu sio siasa, sio porojo au sera ambazo hazina utekelezaji, lakini neno la Mungu ni yakini na thabiti, kwamba linapoahidi kufanya jambo, linapoahidi kwa kutoa ahadi fulani, ishara fulani, au dalili fulani, ama agizo neno hilo halitapita bure kama upepo uvumao, kwa hakika litatimia. Tunaona sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu zikitukumbusha uyakini, uthibitifu na utimilifu wa neno la Mungu. Rejea kitabu cha waraka wa Yakobo kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 17 ambapo mwandishi anasema, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa namna ya pekee, tunapewa mwaliko wa kuchukulia uzito maneno ya Mungu, kwani kwa hakika yatatimia maishani mwetu. Kuendelea kusikia na kupuuza maneno ya Mungu ni kujiongezea mapigo. Tukirejea ujumbe wa Mtakatifu Gaspari nambari 3614 anasema kufahamu jambo la kufanya na kutolifanya ni mwanzo wa mahangaiko. Sala na tafakari hurahisisha njia zinazohitajika. Hivyo kwa namna ya pekee, ndugu wapendwa, tunakumbushwa katika utayarisho wa ujio wa utawala wa ufalme wa Mungu kuendelea kuyasikiza kwa kina maneno ya Mungu kwa njia ya injili takatifu tunazosikia kila siku, kwa njia ya mafundisho matakatifu kutoka kwa watumishi wa Mungu na mamlaka fundishi za Kanisa, lakini kwa namna ya pekee kuendelea kusoma alama za nyakati. Ndugu wapendwa, tunapaswa kufanya nini tunapongojea ujio wa utawala wa ufalme wa Mungu katika maisha yetu? Katika kipindi cha maisha yetu tunayoishi, tunapaswa kuchuchumia utakatifu na kuishi tunu za uongofu wetu, lakini daima tusali na kuomba neema ya maisha mema tunayoyaishi lakini kwa namna ya pekee tuombe neema ya kifo chema. Ni katika maandalizi mema ya utakatifu maishani, hatutakabiliwa na hofu ya kifo, tutaona kifo ni mlango wa kuingia katika ufalme wa Mungu. Jambo la pili, tunapaswa kutoa heshima ya pekee kwa neno la Mungu, kuishi kwa matumaini kama ambavyo vima ya jubilei kuu mwaka 2025 inavyotuambia Tumaini halidanganyi, tumaini halitahayarishi daima. Tunapoishi katika mabadiliko hayo, tujue kwamba tunalo tumaini moja ambalo ni Yesu Kristo. Anajitanabaisha wazi kwa maandiko matakatifu, anajitanabaisha wazi katika sakramenti zake, anajitanabaisha wazi katika matukio ya maisha. Katika hayo yote tumaini letu lisizime, tuangalie, tutazamie, tufikirie ya kwamba Kristo yupo kwa ajili ya kutusaidia hata tunapoongojea ujio wa utawala wake, yupo kwa ajili ya kutusaidia tuishi tu utakatifu ili atukute tukiwa watakatifu. Matukio ya maisha, magonjwa, dhiki, aibu na udhia wa maisha haya usitusukumize pembezoni tukasahau lengo kuu, ya kwamba katika maisha yetu tunachuchumia utakatifu, ambayo ndiyo tiketi ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Rejea kitabu cha Ayubu sura ya 19 aya 26 hadi 27, mwandishi anasema, ijapokuwa mwili wangu umeharibika hivi, lakini pasipo mwili huu nitamuona Bwana. Hivyo mabadiliko hasi yanapotokea au mabadiliko yanayoumiza yanapotokea kwenye maisha yetu, yatutafakarishe kuwa na tumaini kwa mwokozi wetu, kwamba hata pasipo miili yetu hii mizuri tunayojitumia na kuiona tutamuona Bwana. Tuendelee kuheshimu neno la Mungu kuliishi katika uaminifu wake daima, liwe kioo na kielelezo katika maisha yetu. Katika hilo, tunajipatia tumaini jipya na uzima. Hilo litakuwa mwanga na kielelezo kutuongoza katika safari yetu ya kusubiri ujio wa utawala wa ufalme wa Mungu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Keli David Mwandiga, washirika wa misionari ya damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Pola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, milele. Amina.